Serikali ya Nigeria inajiandaa kwa mazungumzo muhimu kati ya Rais Bola Ahmed Tinubu na Rais wa Marekani Donald Trump. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujikita katika madai ya mauaji ya Wakristo nchini Nigeria na hatua za pamoja za kupambana na ugaidi. Hali hii imeibuka baada ya matamshi ya Trump kudai kuwa Wakristo wengi wanaouawa nchini Nigeria, huku akionyesha uwezekano wa Marekani kuingilia kijeshi katika kupambana na makundi ya kigaidi yanayodaiwa kuhusika na mashambulizi hayo. Mkutano kati ya viongozi hao unalenga kuondoa dhana kwamba vita vya ndani nchini Nigeria vinahusiana moja kwa moja na imani za kidini. Serikali ya Nigeria inasisitiza kuwa changamoto za kiusalama nchini humo zinatokana na ugaidi na sio dini kabisa. Pia mkutano huo unatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kupambana na magaidi wanaosababisha vifo vya raia katika maeneo mbalimbali ya kaskazini mwa nchi hiyo. Aidha, mazungumzo haya yanatathmini njia bora za kuongeza msaada wa Marekani kwa Nigeria katika nyanja za kijeshi, kiusalama na kijasusi huku akihakikisha kuwa Nigeria itaendelea kuheshimu mamlaka yake kama taifa huru. Baada ya kutoa kauli kali kuhusu mauaji ya Wakristo, Trump alidokeza kwamba Marekani inaweza kupeleka vikosi vya kijeshi Nigeria ili kumaliza ugaidi wa Kiislamu. Kauli hii ilisababisha mjadala mkubwa zaidi duniani, hasa kwa sababu Nigeria haijawahi kuruhusu nchi yoyote kuendesha operesheni za kijeshi ndani ya mipaka yake bila ridhaa rasmi. Kauli hii ilionekana kama tishio la moja kwa moja dhidi ya uhuru wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Wataalamu wa masuala ya diplomasia wanaitazama kama hatua inayoweza kuongeza mvutano kati ya Abuja na Washington iwapo haitashughulikiwa kwa tahadhari. Nigeria imeweka wazi kuwa haina sera ya ubaguzi wa kidini na kwamba serikali inapambana na magaidi wote bila kujali dini wanazotoka. Serikali inasisitiza kuwa vita dhidi ya ugaidi ni vita vya kulinda raia wote, Waislamu, Wakristo na wale wasio na dini yoyote. Nigeria pia imesisitiza kuwa ushirikiano wote wa kijeshi na Marekani lazima uwe wa makubaliano na ushirikiano wa wazi. Serikali inataka mashirikiano hayo yawe kwa msingi wa heshima ya pande zote mbili badala ya hatua za kijeshi zinazoweza kuonekana kama uvamizi wa taifa huru. Katiba ya Nigeria inatambua uhuru wa dini kama haki ya msingi ya raia. Serikali imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na viongozi wa dini zote kuhakikisha amani na utulivu katika jamii ya Nigeria. Rais Tinubu amesisitiza mara kadhaa kuwa Nigeria ni nchi ya kidemokrasia ambayo inaheshimu uhuru wa kuabudu na inalinda haki za makundi yote ya dini. Hata hivyo, changamoto za kiusalama zinazoshuhudiwa nchini humo, hasa kutokana na mashambulizi ya Boko Haram na ISWAP, zimechangia kuibua tafsiri potofu kwamba mapigano hayo ni ya kidini, ile hali wataalamu wa usalama wanasema tatizo ni la ugaidi, wala si la imani. Wakati akizungumza katika mikutano ya kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria amekuwa akieleza kuwa haiwezekani serikali kushiriki katika mateso ya kidini kwa sababu misingi ya taifa hilo inatambua usawa wa raia wote. Aidha, ametoa wito kwa mataifa ya magharibi kuepuka kueneza simulizi zinazoweza kugawanya jamii kwa misingi ya dini. Serikali ya Nigeria imeonya kuwa kuchochea migawanyiko ya kidini kunaweza kuwa na athari sawa na ilivyotokea nchini Sudan, ambapo mgawanyiko wa kidini ulisababisha kuvunjika kwa taifa na kuongezeka kwa machafuko. Uhusiano kati ya Marekani na Nigeria unakabiliwa na mtihani mgumu. Kwa upande mmoja, Marekani inasisitiza kwamba ina nia ya kulinda haki za Wakristo, huku Nigeria ikilenga kulinda mamlaka na heshima yake kama taifa. Ikiwa mazungumzo kati ya Tinubu na Trump yatafanikiwa, yanaweza kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiusalama na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili, lakini endapo yatashindikana, yataweza kusababisha mvutano mkubwa wa kidiplomasia.